Naam, karibu mtazamaji wa Gumzo, karibu kwenye wasaa huu wa Gumzo Updates. Na tunaelekea visiwani Zanzibar, ambako chama cha ACT wa Zalendo kimetoa tamko ikidai kuwepo kwa tume huru ya uchunguzi kikionya dhidi ya ukatili wa vyombo vya dola katika kumbukumbu ya miaka 25 ya kile ambacho kinaitwa Januari ya damu. Chama hicho kimetoa tamko kali hivi leo ikiitaka serikali na vyombo vya dola kujifunza kutokana na historia ya Januari ya damu ya mwaka 2001, huku ikisisitiza kuwa amani ya kweli haiwezi kamwe kupatikana bila kuwepo kwa haki na kuheshimiwa kwa ridhaa ya wananchi. Katika taarifa rasmi kwa umma iliyotolewa leo kukumbuka miaka 25 tangu kutokea kwa mauaji hayo ya raia visiwani Zanzibar mnamo Januari 26, 27, 2001, chama hicho kimeelezea masikitiko yake kuwa madoa ya damu bado yanaendelea kuonekana katika demokrasia ya Tanzania kwa ujumla. Kwenye taarifa yake hiyo, ACT Wazalendo kimetoa salamu za pole kwa familia zote zilizopoteza wapendo wao waliojeruhiwa na waliojikuta wakilazimia kuwa wakimbizi kutokana na matukio hayo ya miaka 25 iliyopita. Chama hicho kimesema kumbukumbu bora ya wahanga hao ni kuhakikisha kwa kwamba Zanzibar hairudi tena katika giza hilo taarifa hiyo pia imehusisha matukio ya mwaka elfu mbili na moja na yale yaliyotajwa kutokea hivi karibuni wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29 na 30 2025. ACT Wazalendo imedai kuwa bado kuna mwendelezo wa ukatili ambao unadhoofisha misingi ya demokrasia Zanzibar ya Tanzania kwa ujumla. Chama hicho kimevikumbusha vyombo vya ulinzi na usalama na tume ya uchaguzi juu ya wajibu wao wa kikatiba wa kulinda raia na haki zao Kimesema kwamba matumizi ya nguvu haijawahi kuleta amani ya kudumu, bali kuacha makovu yanayodumu vizazi na vizazi. ACT e, imesisitiza kuwa suluhu ya mkwamo wa kisiasa wa sasa wa mwaka 2025 lazima ijengeke juu ya misingi ya ukweli na kuheshimiwa kwa matakwa ya wananchi badala ya ukimya wa bunduki. Matukio ya Januari 2001 yalitokea baada ya jeshi la polisi kutumia nguvu kuzuia maandamano ya wafuasi wa upinzani waliokuwa wakipinga matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2000. Mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu yanakadiria kuwa watu kati ya 40 mpaka 60 waliuawa, huku mamia wakijeruhiwa na wengine maelfu wakikimbilia uhamishoni nchini Kenya na wengine kuelekea Somalia. Kwa mengi zaidi kuhusu tamko hilo la ACT Wazalendo tumsikilize hapa katibu wa habari uenezi na mahusiano ya umma wa chama hicho Salim Abdullah Bimani. Kote duniani wanaadhimisha miaka 25 tangu kulikotokea kwa matukio ya kusikitisha ya kuhuzunisha ya kikatili ya Januari 26 na 27 hapa Zanzibar, katika kisiwa cha Unguja na katika kisiwa cha Pemba mwaka 2001, maarufu kama Januari ya damu. Huu ni wakati wa kutafakari kwa nia nzito kabisa juu ya thamani ya damu ya wazanzibari ilomagwa bila ya hatia yoyote tarehe 26 na 27 Januari, utu na haki za binadamu ambazo zilivunjwa kwa kiwango kikubwa sana katika kipindi hicho. Chama cha ACT Wazalendo kinatumia fursa hii kwa kutoa tamko rasmi kuhusu mwelekeo wa taifa letu. Moja, kuwaenzi wahanga na familia zao. Tunatoa salamu za pole nyingi sana na kuwaliwaza kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao, waloumizwa wapendwa wao, walopata vilema wapendwa wao wote katika kisiwa cha Unguja na Pemba, wakilazimika kuwa wakimbizi wengi wao na kukimbilia Shimoni Kenya na maeneo mbalimbali ya dunia. Chama cha ACT Wazalendo inaamini kuwa kumbukumbu kumbu bora zaidi kwa wahanga hawa ni kuhakikisha kuwa Zanzibar haitarudia tena katika giza lile baya, giza lililoigubika Zanzibar katika visiwa vyake vya Unguja na Pemba mbili Mwendelezo wa ukatili Oktoba 29 na 30 mwaka 2025. Inasikitisha kuona kuwa hata baada ya robo karne bado tunashuhudia madoa ya damu nchini Tanzania katika demokrasia yetu. Matukio ya hivi karibuni ya Oktoba 29 na 30 mwaka 2025 ambapo Watanzania wenzetu walipoteza maisha na wengine kuumizwa mikononi mwa vyombo vya dola. Hii ni kielelezo kuwa bado hatutajifunza kikamilifu kutokana na makosa ya Januari elfu mbili na moja, miaka 25 iliyopita. ACT Wazalendo inalaani vikali sana nalaani vikali sana mwendelezo huu wa matumizi ya nguvu kupitia kiasi dhidi ya raia wasio na hatia, na kudai uwajibikaji kwa wote waliohusika na matukio haya ya kinyama ya kikatili katika nchi yetu ya Tanzania. Tatu, wito wa mageuzi ya kitaasisi na kisheria ili kuzuia matukio kama yale ya mwaka elfu mbili na moja miaka 25 iliyopita na haya hivi karibuni elfu mbili na ishirini na tano yasijirudie, ACT Wazalendo inatoa wito wa dhati kabisa kwa serikali na wadau wa demokrasia kufanya mageuzi makubwa ya haki na usawa ya kisheria na kitaasisi, tena kwa haraka sana. Tunahitaji mifumo ya kiuchaguzi na kisheria ambayo inaiheshimu matako ya wananchi, iwe imewekwa sawa kabisa katika nchi yetu ya Tanzania, ili kusiwe na mwanya wa kutumia nguvu kubwa ya dola dhidi ya raia wanaodai haki zao za kidemokrasia. Nne, tahadhari kwa vyombo vya dola na tume za uchaguzi. Katika kipindi hiki ambacho taifa letu linapitia kwenye mkwamo wa kisiasa kutokana na matokeo ya uchaguzi wa Oktoba 2025, tunavikumbusha vyombo vya ulinzi na usalama na tume za uchaguzi juu ya wajibu wao wa kikatiba. Jukumu lenye jukumu lenu ni kulinda raia na haki zao, sio kuminya sauti ya umma na kuikandamiza. Kumbukumbu ya Januari 26 na 27 iwe fundisho kubwa kwenu vyombo vya dola na tume za uchaguzi kuwa matumizi ya nguvu hayajawahi kuleta amani ya kudumu bali huacha makovu yanayodumu vizazi kwa vizazi na vizazi kwa vizazi. Hitimisho: kuelekea hatima ya haki, usawa na amani, ACT Wazalendo inasimama katika imani kuwa amani ya kweli haitokani na ukimya wa bunduki. Amani ya kweli, narudia, haitokani na ukimya wa bunduki, bali inatokana na kuwepo kwa haki, uadilifu, usawa na kuheshimiwa kwa ridhaa ya wananchi wanapo amani. Tunatoa wito kwa viongozi wote kutambua kuwa suluhu ya mkwamo wa kisiasa wa sasa wa mwaka 2025 lazima ijengeke juu ya misingi ya ukweli na haki. Maumivu ya miaka 25 iliyopita yaliyokuwa ni makubwa sana yawe dira ya kutuongoza kutoingia tena katika shimo la chuki. Tukumbuke yaliyopita ili tujenge yajayo hapa.